Karibu tena sehemu ya pili ya simulizi yetu tamu na ya kusisimua ya kijana wetu, anaitwa Belishaza, ambaye anatuelezea kuwa yeye aliamua kutoka nyumbani kwa sababu alimwona mama yake ndio alikuwa ameshikilia familia, lakini baba yake hata siku moja hakuwahi kukaa na kufikiri kwamba atawasomeshaje wale watoto. Na mama huyo alikuwa na watoto watatu, lakini katika hao watoto watatu aliweza kumwambia mwanaye kwamba aliyekuwa anatakiwa kuzaliwa alikuwa ni yeye Belishaza tu, lakini wadogo zake wote wawili, wote baba mtu alifosi, lakini hakuna chochote ambacho chochoteamaho fanya kama baba. Ndipo Berishaza alipoamua kutoka kijijini na kuja mjini kwa ajili ya kuja kutafuta maisha ili aweze kumsaidia mama yake kule kijijini. Na tukaweza kuona kwamba aliweza kupata kazi kwa hawa watu wenye rangi nyeupe, yani ngozi nyeupe, ambao ni, ni wazungu, na hawa watu wanasema walikuwa wanaishi hapa jijini Dar es Salaam, lakini walikuwa na mtu ndani ambaye alikuwa amemficha hata majirani hawajui kwamba kuna mtoto ambaye ana utindio wa ubongo yani ni taila, tunaweza tukamuita hivyo. Ni msichana ambaye alikuwa na miaka kumi na akaweza kuishi naye mpaka ule msichana akaweza kutimiza miaka kumi na nne yeye Berishaza akiwa anamlipa na akatwambia, kuwa katikati hapo kuna mambo yaliendelea, kwa sababu wale watu baada ya kuona Berishaza alikuwa anaelewana na yule mtu yaani, yule mgonjwa, waliamua kumwachia kama yeye ndo baba yeye ndo mama kila kitu, akigombana kikasirika kifanye ajue yeye. Ndipo siku moja alipoamua kufanya naye mapenzi, na mwisho wa siku tuliishia kwamba anasema amegundua kwamba yule msichana ni mjamzito, lakini sasa haelewi afanyeje kwa sababu alijaribu kutoroka, lakini wakamkamata na wakamrudisha na wakamwambia, sasa hivi utakuwa utoki tena nje wewe na huyu msichana. Basi sasa leo tunaendelea sehemu yetu ya pili kwamba baada ya Berishaza kurudi na kuanza kuishi mle ndani, vurugu zilivyokuwa zinaendelea. Berishaza anatuambia baada ya hapa, huyu msichana yeye alikuwa alirudi kuwa kwenye system ya kawaida, kwa sababu alikuwa kidogo amezoofu baada ya mii kuondoka, lakini baada ya kuniona, niliona kwamba amefurahi na vitu vingine kama hivyo, basi tuliendelea. Msichana kila siku alikuwa anahitaji mimi nifanye kama tulivyokuwa tunafanyaga mambo yetu, lakini mimi nilikuwa nafanya muda mwingine sifanyi, ni kwa sababu nilikuwa nafikiria ni nini kinafuata baada ya hapa. Hawa watu ni matajiri sana, kama mimi watakuja kujua kwamba niliweza kumuingilia huyu msichana pasipo maliza yake, kwa sababu huyu ni ana utindo wa bongo, ina maana huyu mtu itaonekana obvious amebakwa. Kwa hiyo itakuwaje? Siku moja niliona uh, sio mbaya, nikaenda getini nikaongea na mlinzi ili aweze kunisaidia, kwa sababu mlinzi hapa alikuwa ni mtu mzima kidogo. Kwa hiyo nikaenda nikamwelekeza nikamwambia, mzee naomba tuweze kuongea. Akasema, ongea, kuna shida? Basi nikaanza kumwelekeza, bwana, mi mwenzenu, wewe mi najua ni ndugu yangu naweza kasema ndugu yangu kwasababu tumeishi kwa muda mrefu, hatujai kugombana, tujai kupishana, alafu vile vile umenizidi umri, wewe ni mkubwa naweza kanizaa mimi. Akaniambia bila shaka. Nikamwambia kwamba mimi nina shida humu ndani. Akasema, shida gani? si ulishafatwa tena, ulipotea ukafatwa, kuna shida gani tena? Nikaambia bwana, mimi ule msichana ambaye namlea kule juu ni nimekuwa nikifanya jambo naye, yaani nimekuwa nikitembea naye, na sasa hivi kwa sababu huwa anajua akiingia kwenye mwezi naelewa mimi ndio wanamkava na kila kitu, lakini sasa hivi naenda miezi kama mitatu sijamuona akiingia kwenye period na namuona amebadilika, kwanza ametanuka, alafu kuna baadhi ya vyakula amekuwa hali alafu analala sana muda mrefu. Huyu baba alisema umesema, umesema, unatembeaga na yule msichana. Nikamwambia ndio, mimi wanatembea naye, akasema Jana unajitafutia matatizo sana. Mimi nipo kwenye hii nyumba inafika miaka hata ishirini na saba, kwa sababu ninalinda tangu binti yangu wa tatu alikuwa mdogo kabisa, na sasa hivi ninavyokuambia, ana miaka ishirini na saba anaenda na nane kabisa. Kuna vitu vingi nimeshuhudia katika hii nyumba, watu sio wa kucheka nao, watu sio masiara. wanakupoteza muda wote. Kuna baadhi ya watu wamepotea humu ndani na watu hawajui, wanajuaga lirudigi kwao, lakini ukweli kwamba wamewapoteza na amewazika pasipo watu kuelewa. Wazazi wao huko vijijini wanajuaga wako mjini, lakini sisi wa mjini tunajua wako vijijini. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wanafanya watu sio masiara, afu wewe unachukulia kama kawaida. Unamwona kijana anayesimamia hizi mali? Nikamwambia ndio, akasema huyu sio yeye ndio mkubwa wa familia, yupo babake. Babake yuko Uingereza, siku akija hapa, nafikiri wewe mwenyewe utamuona. Yule ndo hacheki na wowote kabisa, yaani bora hata huyu kijana. Kijana yuko simple sana, ndio maana hata wafanya kazi hapa kwa sababu yupo huyu kijana, kijana kidogo ana trust. Lakini nachotaka kukuambia kwamba hao watu si watu wazuri. kwa nini ulifanya hivyo kijana? Nikamwelekeza huyu mzee, nikamwambia, unajua mazingira huyu chana amevunja ungo mikononi mwangu, kwa hiyo unajua hivyo nashinda naye muda mwingi, namsafisha mpeleka chooni na, msafisha, na chooni, vitu kama hivyo. Kwa hiyo nijikuta tu naanza mdogo mdogo na mwisho wa siku tukafanya, lakini ndio hivyo. La, akaniambia una muda gani? Nikamwambia ni muda mrefu sana, yaani ni muda ni miaka Akasema usiniambie tangu kipindi kile umekuja. Nikaambia hata kipindi kile kile, hata mwaka sikufunga, nilianza naye na mimi nilikuja msichana, nilimkuta na miaka kumi na maana nilianza naye wakati ana miaka hata kumi na moja, hajaingia mimi nikaanza naye mdogo mdogo mpaka naanza rasmi. Nafikiri alikuwa na kumi na moja, lakini ukimwona hivi ni mkubwa, si mdogo. Wewe tu muombea na kuaga mkubwa, ni mtoto mwenye miaka kumi na tano, ni mdada mkubwa kabisa kwa Waafrika. Basi nikamwelekeza hapa, mzee alichonishauri, akaniambia, mimi nakushauri kama unaweze, unaweza unaweza sasa hivi usitoroke, ukabaki hapa Dar es Salaam. Hakikisha ukiondoka unaenda kijijini au mkoa mwingine, na usikae mjini. Hakikisha nakaa vijijini, kama ni kuchunga ng'ombe kachunge kuchunga, za zile za kuchunga kabisa za mapolini zile. Nikaambia sawa, mzee wangu bwana. Mimi niliweza kujiandaa kweli, baada ya muda kidogo, kaa kama miezi kadhaa, niliweza kuanza safari na nikaondoka humu ndani, naondoka humu ndani humana alikuwa na umundani, mimba ya miezi mitano kabisa anaonekana ni amenenepa tu, amenenepa mpaka. Kuna siku kaka mtu alisema sasa tangu mbona hivi mi sielewi, amenenepa sana. Nikaambia ya amenenepa kwa sababu nguo zake zote ambazo alikuwa anazivaa, ya yani matraki na nina nini, zilikuwa zimeingi tena zilikuwa zimtoshi. Kwa hiyo nikamwambia, mbadilishie nguo, mpe nguo kubwa kubwa, na mimi nilikuwa nataka mbadilishie nguo kwa sababu zingine zilikuwa zinamchora kitumbo, kwa kinaonekana. Kwa hiyo akao amefanya shopping ya kumbadilishia nguo karibia zote. Ee, na bahati nzuri kidogo hizi zilikuwa zimebani sana, japo ni nguo bado, kununua madera, kununua nini kwa nguo tu ambazo zina, anahakikisha kama suruali za kukava kava hivyo na mango yao kama ya kihindi hindi, kiarabu arabu ndio alikuwa anamchanganyaga, kwa sababu zile zinakuwa ni nguo kidogo zina stara. Basi mimi nilijiandaa na safari na nikawa nimeshapanga naenda jijini Mwanza na huko Mwanza nilikuwa naenda vijijini kabisa, sio Mwanza mjini, kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ya kuchunga ng'ombe. Hivyo hivyo nilikuwa ishabageri, mshahara ulikuwa ni mdogo sana, lakini nilisema acha tu niende huko ili mimi niepukane na hili jambo. Basi baada ya hapo, siku imefika, mimi nikatoroka usiku, mlinzi nilifungulia geti na nikaondoka. Baada ya kuondoka nienda nipanda gari na nikafika mpaka jijini Mwanza. Nilivyoshuka jijini Mwanza, nikutana na watu sura ambazo nilikuwa sizielewelewi kama wanafanya ukaguzi fulani hivi na vitu kama hivyo, lakini mwisho wa siku mi nilipita kwa sababu nilikuwa nimeshabadilika, nimeshajibadilisha pale, nilipita nikapishana nao, lakini nilijua kwa sababu kuna uwezekano wa watu wananitafuta mimi, na nilianza kufanya kazi. Nilifanya mwezi wa kwanza, mwezi wa pili katika kile kijiji sielewi nini kinaendelea huku, ila nilikuwa ninahesabu tu miezi kwamba huu mwezi ana miezi kadhaa, huu mwezi ana miezi kadhaa, mwezi wa tatu hivyo. Ni siku moja, wakati nimekaa, nikakuta kuna rafiki yangu mmoja akaniambia, je, wewe mbona unafanana mtu ambaye jana ametangazwa? Nikamuuliza, ametangazwa wapi? Akasema kwenye TV, wanasema wanamtafuta popote pale alipo kwa uzuri wala si kwa ubaya arudi aende akaendelee na kazi yake ka alikuwa anaifanya na donge nono limetolewa kwa mtu atakayeweza kumfanyaje kumrudisha huyo kijana wanamtafuta sana na muda huo wanatangaza ilikuwa ni kama yule msichana atakuwa na mimba miezi tisa nikamwambia wewe umeonaje akasema kweli mimi nimerekodi kwenye simu ya yule shikaji wangu akanisha kwenye simu akanambia mbwa angalia sio wewe nikamwambia huyu ni mimi kabisa nikamwambia ni mkalishe chini yule mshikaji nikamwambia sikia nikwambia kitu Bwana mimi, mwezi huu nilifanya msala hapo. Ananiambia nitafuta kwa wema, lakini sio kwa wema. Mimi bwana, nimempa mimba binti wa kizungu, na nafikiri sasa hivi watakuwa wameshagundua kwamba huyu mtu ni mjamzito, ndio maana ananitafuta sana, wataenda kuniua mimi. Akanambia kwa wewe na kuwaje? Nikamuelekeza mshikaji wangu, nikamwambia, tafadhali kama wewe umeweza kugundua hiki kitu, naomba usimwambie mtu yote. Mimi siendi kokote. Basi imepita kama siku mbili tatu, nikashangaa. Siku hiyo niko nachunga, kuna watu wawili wamekuja, wamevaa nguo flani, yani zile za kama unajua kabisa zile ngozi ambazo zimecover kama mapolisi, polisi fulani hivi. Niko kule nakochunga mimi, nikasema watu wanapita, lakini za akawa wanapita, akawa namekuja moja kwa moja. Lakini kwa umbali nilimuona mtu huyu, mtu ni hisi kama namjua, akawa amerudi. Yani wale watu walivyo nisogelea mimi, akawa amerudi nyuma nika nikaangalia, ile nimeona kule nyuma nani, niko kwa umbali sana, kwa sababu watu walikuwa wanakuja afa, nageuka nyuma, anakuja kuja nitamii, ikabidi niangalie kwa nini wanageuka nyuma. Ndipo nimeona mtu, lakini huyo mtu ni kama namjua, lakini hivyo fikiri kwa makini. Nikawa nafikiri kama kama sio rafiki yangu yule Kelvin, basi kutakuwa kuna mtu ambaye yuko maeneo yale. Wakaja pale, wakaniambia bwana, sisi tumetumwa tuje tukufate wewe, na huko chini ya ulizi unatafutwa kwa kumbaka msichana fulani fulani, walivyotaja ni kweli, ni yule yule nikasema, basi nimeshaisha. Yani kila kitu kiliishia pale. Nikaambia sawa, mimi nimeelewa, lakini siwezi kuacha hii mifugo. Kwa lazima niende kwa bosi wangu, niende nikamuelekeze kila kitu. Niliswaga ile mifugo nikaenda kuifungia, nikamtafuta bosi, wakampigia simu kwamba kuna shida imetokea. Bosi alikuja, wakamuelekeza kila kitu. Akasema bosi kwamba alikuwa hajajua kama anaishi na mtu mbaya kama mimi, lakini nimeelekeza bosi, nikamwambia bosi, naomba usinihukumu. Mimi natamani sana kuishi hapa. Na natamani hata siku moja nitoke kwa sababu niseme mbali nilikuwa nimeipenda. Na hata siku moja kama nitakuwa niko huru basi nirudi nije niendelee na hii kazi. Nimeipenda bure haijalishi mshahara ni mdogo kiasi gani. Lakini ile swala la kwamba mimi nimebaka, si kweli kwamba nimebaka. Ile msichana ni yeye ndo alipenda mimi nifanye hicho kitu. Ni kwa sababu amenikabidhi mimi nilikuwa nalea msichana huyo msichana na utindo wa uongo. Ni tangu mdogo ana miaka kumi. Nimeenda naye mpaka anafikisha na miaka kumi na tano. Miaka kumi na tano kabisa ndo naondoka pale, lakini wenyewe hawamjali. Kwa hiyo mimi yule msichana nilivyoona anaonyesha hisia mi nikawa natembea naye, sikumbaka. Nimetembea naye ndani ya miaka karibia minne mizima, wao walikuwa hawajui. Kwa hiyo sio kwamba nimembaka, na nimeondoka pale baada ya kuona wale ni ngozi nyingine. Angekuwa mtu mweusi, mimi ningewaelekeza. Basi baada ya hapo mimi niliweza kwenda kupanda gari. Baada ya kupanda gari, walichokosea wale watu walisema kwamba tumeshampakia kwenye gari siti namba fulani fulani, anakuja Nikaona sijapanda nao. Sasa wakati tumekuja tumekuja tumetoka Mwanza, tumefika sehemu moja inaitwa Tabora, nakula chakula, nikasema sasa mimi huko naendaje, yani naendaje? Kwa mfano ninaenda mwenyewe peke yangu kwa nini wasingepanda na mimi, kama kule kuja kuishi kumbe, wale upewa kazi ya kuchunguza, lakini walikosa muda wa kuja kusafiri na mimi. Nilipofika Tabora, mimi nikashuka. Niliposhuka hapo, nikawa ninalala maeneo ya stendi, lakini sio stendi hivi, stendi zile za vijijini, jijini zile. Tunafanya kazi huko, nauza hiki, nauza hiki, nauza hiki. Kwa hiyo nilikaa kule kwenye hiyo sehemu pale Tabora. Ndani ya miezi kama mitatu, mimi sikuweza kufika Dar es Salaam kama miezi mitatu. Basi siku moja, wakati nimekaa Nipo zangu stendi nilimwona mtu namfahamu. Yaani mtu namfahamu. Nikasema wewe nisha mm, si kuona wapi? Akaniambia, "Mmm, sijui tushakuonana wapi." Nikamwambia hisia ya kufananisha. Akaniambia, mm, "Tabula huko vijijini. Mbora tangikuwa tabula mjini. Tabula huko vijijini. Huyu mtu wewe umenijulia wapi?" Lakini nilivyomwangalia mzuri ni ne, vizuri nikaja nikagundua huyu mtu mimi namjua alikuwa ni msichana wa ndani. Sema kwa sababu mimi nimebadilika sasa hivi na design nilivyokuwa na vaavaa bila kuweza kunitambua mapema. Akaniambia, wewe sio fulani beri? Nikaambia, ya mi ni Belshaza. Akasema, tulikuwa unakaa sehemu fulani. Nikaambia ya. Akasema, mi ni fulani. Nikamza, wewe kwani kwenu ni huku? Akasema, ee, mimi kwetu ni huku, hapo nimekuja kusalimia na muda sio mrefu nitarudi Dar es Salaam. Nikaambia, wewe basi, mi niko huku tafadhali, naomba usiniuze mimi niko huko, kanaambia wala siwezi kufanya kitu kama hicho kwa sababu wewe ulikuwa ni mpenzi wangu. Kwa hiyo mimi nilianza kwenda kwa huyu rafiki yangu ambaye nilikuwa natembea naye mfanya kazi wa ndani, nilikuwa naenda kwao. Kila jioni tunaenda tunafanya yetu na rudi hivyo. Mda mwingine mpaka nalala kwao kwa sababu mimi nilikuwa nimejishikiza sehemu kwa washikaji nini naishi, lakini napambana, inachokipata natumia kama mamaangu. Kani mimi sijaifanya chochote cha maana zaidi ya kumtumia mamaangu. Basi yani, hicho ndio kitu. Hata kuvaa muda mwingine mimi sivai, lakini namtumia mamangu kwa ajili ya wadogo zangu waweze kuwasaidia, kwa, kwa sababu aliniambia pia alikuwa amebeba mimba nyingine na ameweza kujifungua mdogo wangu mwingine wa kiume. Kwa hiyo mimi nilikuwa nampambania mama, lakini huyu dada aliweza kuniambia kwamba yeye ananipenda sana, lakini ndio hivyo, alikasirika kwa nini mimi nilitembea na yule chizi. Lakini nilimwelekeza nikamwambia, nimeshaongea mambo, tulishayamaliza vitu kama hivyo. Basi tuliendelea, huyu dada alisema kwamba anaomba Nisirudi Dar es Salaam na yeye asirudi Dar es Salaam, tuanze maisha kule kule. Daa alikuwa ni mtu kidogo amepanuka akili, aliweza kufungua kibanda sehemu za stendi, akawa anauza na nauza, mimi nikawa nakaa pembeni, tunauza wote. Mimi natembeza maji kwenye basi, basi zikipita natembeza maji, yeye akiwa ameuza anauza maji na soda, na yeye sehemu pale amekaa. Kwa hiyo yeye anakuwa anipakia maji. Tulipambana ndani ya mwaka mmoja, tulikuwa tumeshaweka hela ambayo ilikuwa ni nyingi tu Tukakaa chini tunafanyaje hii hela, tukaongea kwamba tufanyaje, tujenge. Tukanyanyua nyumba yenye vyumba vitatu na sebule, na tuliweza kufikisha mpaka kwenye linta. Na Mungu, subhanahu, nilianza kumuona mwenzangu akiwa tofauti. Huyu msichana wa kazi alikuwa amebeba mimba, na nikaa na shukuru Mungu kwamba asante Mungu kwa kuwa tunaenda kupata kinyumba chetu hiki, angalau hata kama ni kidogo, lakini kitatusaidia pia. Mwenzangu naona mambo yameshaanza kuwa mambo, basi nashukuru Mungu kwa kila jambo. Basi mekaa mpaka nafika mimba miezi nane, nyumba tukawa tumeshaiezeka japo haijaisha kabisa, lakini nyumba tumeiezeka at least, na nikapambana pambana mpaka mimba miezi tisa. Kabla ajaenda kujifungua, tukawa tumeshapiga lipu kila kitu, nyumba imekamilika, nyumba nzuri tu yani, nyumba nzuri kabisa. Na tukawa tumesema kwamba mtoto akishazaliwa tu tufanye juu chini tufunge ndoa sasa rasmi, tuwe mke na mume. Huyu dada alikuwa ni mpambanaji sana, na anaelewa biashara, najua nini, mtu wa kujidhiki, lakini mwisho wa siku tulienda hivyo. Siku moja wakati niko pale tunauza maji, tulishangazwa kuona watu wawili waliovalia nguo za kipolisi wamekuja moja kwa moja na kumshika mke wangu akiwa na mtoto mchanga wa miezi miwili. Naomba kwa leo tuishie hapa, tutaendelea